Siku ya leo tutaangazia simulizi ya Halimatu Saadiyyah mama mlezi wa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Tafadhali subscribe ili usipitwe na simulizi zetu katika chaneli hii hey, Islamic Buku Story, na pia unaweza kutupata katika Instagram, TikTok, Facebook na WhatsApp channel group. Kote huko tunatumia jina la Islamic Buku Story. Katika jangwa lenye upepo wa utulivu, chini ya anga lenye nyota angavu, ulianza kuandikwa ukurasa wa pekee katika historia ya mwanadamu. Katika siku ambazo watu walikuwa wakiwapeleka watoto wao kulelewa mbali na miji mikuu, Halima alijikuta akimkumbatia mtoto yatima, asiye na baba, asiye na mali. Hakujua kuwa mikononi mwake alikuwa amembeba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema kwa walimwengu wote. Hii ni simulizi ya mwanamke aliyehifadhi historia ndani ya moyo wake, Halima binti Abu Dhuwaibi Assaadiya, mama mlezi wa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mmoja katika tamaduni za Waarabu wa Maka zamani Ilikuwa mama anapojifungua hamnyonyeshi mwanawe isipokuwa anaajiriwa mtu maalumu kwa ajili ya kunyonyesha, ili mama huyo aliyejifungua aendelee kuwa mzuri na smart, yaani asichoshe mwili wake kwa kunyonyesha. Wanawake waliokuwa wakinyonyesha wengi wao walikuwa wakitoka katika maeneo ya vijijini na walikuwa na siku maalumu, wakienda mijini kutafuta kama kuna mtu amejifungua au ape ajira hiyo ya kunyonyesha. Walikuwa wakiondoka na watoto hao wachanga kwenda huko vijijini, ili pia watoto hao wakulie katika mazingira mazuri yenye hewa safi, huku wakijifunza lugha ya Kiarabu fasaha na tabia njema. Basi kaa vizuri, usikilize simulizi ya Halimatu Saadiyya, maana simulizi hii ni miongoni mwa simulizi tukufu zaidi kuhusu Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Bihalimatu Saadiyya anaeleza ya kwamba nilitoka nyumbani kwetu mimi na mume wangu na mtoto wetu mdogo huko Thaifu tukielekea mjini Makka kutafuta watoto wa kuwanyonyesha. Tulikuwa pia na wanawake wengine waliokuwa wakitoka katika kabila letu la Banu Saadi. Ilikuwa ni mwaka wa ukame na njaa kali. Ardhi ilikuwa imekauka, mimea nayo ilikuwa imeangamia, na mifugo yetu haikutoa maziwa hata tone moja. Na wote tulikuwa tumetoka kwa ajili hiyo hiyo, yaani kwenda kutafuta watoto wa kuwanyonyesha kwa ajili ya ujira na malipo tulikuwa mimi na mme wangu na vipandwa viwili waliodhoofika sana kwa njaa na uzee. Nikampandisha mtoto wangu mdogo juu ya mmoja wao nami nikapanda pia. Mume wangu akapanda yule mwingine ambaye alikuwa mzee zaidi na dhaifu kuliko wa kwetu, hivyo tulipoanza safari kuelekea Makka na giza la usiku lilipoingia, sikuwa nikilala hata kwa muda mfupi usiku kucha, kwa sababu ya kilio cha mtoto wangu mdogo aliyekuwa na njaa, kwani sikuwa hata na tone la maziwa kifuani kwangu la kumtosheleza, wala ngamia wetu hakuwa na chochote katika maziwa. Na pia tulikuwa tukiachwa nyuma na msafara wa wenzetu kwa sababu ya udhaifu wa punda wetu aliyedhoofika, na jambo hilo likawa likiwachosha sana wenzetu, hivyo wakachoka kuwa wanatusubiri wakalazimika kutuacha na wakatangulia kufika mjini Makka. Tulipofika tukaanza kutafuta watoto wa kuwanyonyesha, lakini nilijikuta nikiingia katika jambo ambalo sikulitarajia kabisa, kwani kila mwanamke kati yetu alipewa yule mtoto mdogo Muhammadi mwana wa Abdillahi, mtoto yatima ambaye baba yake alifariki akiwa na miezi sita tu, ndani ya tumbo la mama yake. Kila mmoja wetu alimkataa tukisema, atalipa nini na baba yake hayupo? Na je, babu yake ataweza kulipa nini? Siku zikapita, wanawake wote waliokuwa pamoja nami walipata watoto wa kuonyonyesha isipokuwa mimi. Nilipokuwa tayari kurudi nyumbani mikono mitupu nikamwambia mume wangu kwa huzuni, sipendi kurudi kwa watu wangu bila ya kuwa na mtoto wa kumnyonyesha. Kila mwanamke mwenzangu amepata mtoto wa kumnyonyesha isipokuwa mimi. Wallahi, nitamchukua yule mtoto yatima. Sawa, Halima, fanya hivyo, mchukue. Huenda Allah akajalia kheri ndani yake. Basi nikatoka kwenda kwa mama yake Bi Amina binti Wahabi, nikamchukua yule mtoto. Sikumchukua kwa sababu nyingine yoyote ila kwa sababu sikupata mtoto mwingine. Nilipompeleka kwenye hema langu, nikamweka kwenye mapaja, maziwa yakaanza kutiririka kwa wingi. Mtoto hadi akashiba, akanyonya hadi akashiba, kisha kaka yake naye akanyonya hadi akashiba. Wote wakalala kwa utulivu na mimi na mme wangu tukalala nao kwa amani baada ya siku nyingi za kukosa usingizi. Usiku ule tulipata raha na utulivu tulioukosa kwa muda mrefu. Mume wangu aliamka usiku, akamtazama ngamia wetu mzee aliyedhoofu, akastaajabu kuona kiwele chake kimejaa maziwa, jambo ambalo halikuwahi kutokea kabla. Akasogea kwa mshangao, akakamua maziwa na kunywa, kisha akanipa, nami nikanywa mpaka tukashiba na kuridhika. Tukalala katika usiku bora zaidi tulioukosa kwa muda mrefu. Asubuhi yake mume wangu akaniambia kwa furaha, ewe Halima, mtoto huyu ana baraka nyingi. Nikamjibu kwa tabasamu kabisa, na ninataraji taraji heri nyingi kutoka kwake. Palipopambazuka tukaondoka Makka tukiwa tumembeba mtoto wetu huyo mtukufu Muhammadi. Nilimpandisha juu ya punda wangu mzee aliyekuwa dhaifu sana, lakini ajabu, punda yule aliyekuwa dhaifu zaidi kati ya wote tulipoanza safari, mara moja alianza kukimbia kwa kasi isiyo ya kawaida, akivipita vipando vya wenzangu mmoja baada ya mwingine. Wenzangu walibaki wakinitazama kwa mshangao, nami nikawa napita mbele yao kwa fahari hadi nikawa wasubiri mbele kwa mbali hivyo. Wanawake wenzangu wakaniuliza kwa mshangao, ewe binti wa Abudhuebi, je, si huyu ndiye punda wako uliyoondoka naye yule mzee? Nikasema, naamu, huyu ndiye yule yule. Wakaniambia kwa mshangao mkubwa, huyu mnyama ana jambo la ajabu ndani yake. Tulipofika nyumbani kwetu katika ardhi ya Bani Saadi, ardhi ambayo kwa kweli ilikuwa na ukame mkali kuliko ardhi nyingine yoyote chini ya mbingu za Mwenyezi Mungu, ilikuwa nchi kavu yenye njaa na upungufu wa kila kitu lakini mara tu kondoo wetu wakaanza kutoka asubuhi kwenda malishoni, na waliporudi jioni walikuwa wamejaa maziwa, wakiwa na afya nzuri. Tulikuwa tunakamua maziwa mengi, tukanywa kwa shibe na furaha, na hakuna yoyote katika majirani zetu aliyekuwa anatoa maziwa hata tone moja kutoka kwa wanyama wao. Watu wa kabila letu wakawa wanawaambia wachungaji wao, pelekeni mifugo mahali ambapo mchungaji wa Halimatu Saadiyyah anapeleka wanyama wake kwenda kuwachunga, kwani inaonekana yeye ana eneo maalumu lenye majani mazuri. Lakini walipoondoka kumfata kwenda kuchunga pamoja naye, waliporudi jioni kutoka malishoni mifugo yao ilirudi imechoka, ikiwa na njaa, na njaa na ikutoa hata tone la maziwa. Tukaelewa wazi kwamba hii ni baraka kutoka kwa Allah kwa sababu ya mtoto huyu mtukufu aliyekuwa mikononi mwetu. Tuliendelea kuishi kwa kheri na baraka tele mpaka miaka miwili ya kumnyonyesha ikakamilika, na muda wa kumwachisha kunyonya ukafika. Katika miaka hiyo miwili mtoto huyo alikuwa kwa kasi isiyo ya kawaida, alikuwa mwenye nguvu, akili na mwili uliopevuka haraka kuliko watoto wenzake. Nilimchukua nikampeleka kwa mama yake Bi Amina, lakini ndani ya nafsi yangu nilitamani sana abaki nami, kwa sababu tuliona baraka nyingi kupitia yeye. Nilipofika Makka kwa Bi Amina, nikamwambia kwa upole, laiti ungemwacha mtoto wako huyu abaki kwangu kwa muda kidogo ili apate nguvu na afya zaidi. Naogopa maradhi ya milipuko yanayotokea katika mji wa Makka yanaweza kumdhuru, kwani mji wa Makka kwa kipindi hicho kulikuwa kunatokea maradhi ya milipuko mara kwa mara, kama ilivyo hali ya miji mikubwa kukumbwa na majanga hayo. Nilimshawishi kwa upole na heshima mama yake mpaka akaridhika akanikabidhi tena. Lakini baada ya miezi michache tu, tukio la ajabu likatokea. Siku moja alfajiri, Muhammad alitoka na kaka yake wa kunyonya pamoja, wakichunga kondoo wetu karibu na nyumbani. Haukupita muda, kaka yake akarudi mbio akisema kwa hofu, mama, mama Kimbia kwa ndugu yangu Mkureishi, wamekuja watu wawili wakiwa wamevaa nguo nyeupe, wakamkalisha chini, kisha wakampasua kifua chake. Mimi na mme wangu tukatoka mbio tukamkuta Muhammadi uso wake umepauka, anatetemeka kwa hofu. Mume wangu akamkumbatia, nami nikamnyanyua kwa haraka, nikamuuliza, mwanangu, nini kimekufika? akasema kwa sauti ya utulivu, walinijia wanaume wawili wamevaa mavazi meupe, wakanilaza chini, wakapasua kifua changu, wakatafuta kitu ndani yangu nisichokijua, wakatoa kitu cheusi, kisha wakaniacha, wakaondoka. Hii inasemekana ni operesheni ya kwanza kufanyika ulimwenguni na ilikuwa ya haraka sana, na ilifanyikiwa kwa asilimia mia, mia. Halima alitetemeka kwa hofu. Mumewe akasema, Halima, huyu mtoto ana jambo kubwa. Tumrudishe kwa wazazi wake, wao wanaweza kumlinda zaidi. Anaendelea kueleza Bihalima kwa huzuni, nikamrudisha Muhammadi Makka kwa mama yake nikiwa na hofu. Tukamfikisha kwa Biamina. Alipotuona alishtuka na kuuliza kwa mshangao, Halima, nini kimekuleta pamoja na Muhammad? Nikamjibu kwa upole. Mtoto wako amekuwa mkubwa na mwenye nguvu na amani. Nimetimiza wajibu wangu lakini nimehofia mambo yanayoweza kumpata. Hivyo, nimemrudisha kwako kwa usalama. Amina akamtazama mwanawe kwa macho ya upole. Hakika huyu si mtoto wa kawaida. Bi Amina akaniuliza kwa upole lakini kwa msisitizo, niambie ukweli, ewe Halima, huna sababu ya kumkataa mtoto kwa hoja ulizoniambia. Kuna jambo limemtokea, si hivyo? Niliendelea kukwepa lakini akaendelea kuniuliza bila kukoma, mpaka nikamweleza ukweli wote, yale yaliyompata mtoto wake. Akatulia kimya, kisha akaniambia kwa utulivu Je, ulidhani kwamba shetani amemdhuru ewe Halima? Naam, nilihofia hivyo. Akasema kwa yakini, hapana. Shetani hana njia juu yake. Mwanangu huyu ana hadhi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Je, nikueleze habari zake? Nikajibu, "Naam, niambie tafadhali." Akanieleza Nilipokuwa na ujauzito wake niliota ndoto katika usingizi, nuru ikitoka tumboni mwangu ikiangaza majumba ya Bosra yaliyoko nchini Shamu. Kisha nilipomzaa alitoka akiwa ameweka mikono yake aridhini, huku kichwa chake kikiwa kimeinuka kuelekea mbinguni. Alipomaliza kunisimulia tukio hilo, akaniambia kwa upole, sasa muache, rudi nyumbani kwako ukiwa na amani Umefanya wema mkubwa, na Mwenyezi Mungu akulipe kheri kwa ajili yetu na kwa ajili yake. Basi mimi na mme wangu tuliondoka tukiwa na huzuni kubwa mno kwa kuachana naye, na hata mtoto wetu tuliokuwa naye alikuwa na huzuni kubwa kuliko yetu wote. Tulihisi majonzi makubwa kwa kutengana naye. Miaka mingi ikapita. Halima Saadiya aliendelea kuishi hadi akazeeka akamwona mtoto yule yatima aliyemnyonyesha akiwa kiongozi wa Waarabu, kiongozi wa wanadamu na mtume wa ulimwengu wote, Muhammadi Ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Bihalima kuamini na kusadikisha kitabu alichoteremshiwa Muhammadi na akaamua kuingia katika dini ya Uislamu. Bibi Halima alikwenda kumtembelea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipomwona tu, furaha yake haikuelezeka. Alisimama akisema kwa sauti ya upendo, mama yangu, mama yangu Halima. Kisha akavua vazi lake, akalitandika aridhini na kumkaribisha juu yake. Kisha macho ya maswahaba yakamtazama kwa heshima na kustaajabu. Amani na rehema zimshukie Muhammad, mtume mwema mnyenyekevu, mwenye tabia njema, na radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya Bi Halima As-Saadiyyah, mama mlezi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa safari ya Halimatu Saadiyyah, mwanamke mnyenyekevu, mwenye moyo wa upendo Aliyepewa heshima ya kuwa mama mlezi wa mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kutoka kwenye maisha ya unyonge na umaskini, Halima alipokea baraka zisizo na kifani. Kwa mikono yake alimbeba mtoto aliyekuwa nuru ya ulimwengu, kwa maziwa yake alimnyonyesha kiongozi wa walimwengu wote, na kwa moyo wake alimpenda mtoto huyo kwa upendo wa kweli usio na mfano. Pia anatufundisha bi Halima sisi ya kwamba baraka haiko katika wingi wa mali bali katika moyo safi wa kukubali majukumu kwa ikhlasi. Kila mara tunaposaidia kwa nia njema, hata jambo dogo, Mwenyezi Mungu hulirudisha kwa namna tusiyoitarajia. Halima hakuwa tajiri lakini historia inamtaja kwa wema wake kwa sababu ya kujitolea kumnyonyesha kiumbe bora. Ama kweli maisha ni hadithi tu, basi kuwa hadithi nzuri kwa wenye kusimulia hadithi yako. Mwisho wa simulizi hii ndiyo maandalizi ya simulizi ijayo. Usisahau kusubscribe kwenye Islamic Book Story ili usipitwe na simulizi kama hii yenye mafunzo.